Rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC, Wolfgang Pisa amepiga marufuku viongozi wote wa kanisa Katoliki nchini kuvaa au kuonekana na sare za chama chochote cha siasa wakati wowote. Agizo hilo la TEC linakuja siku chache tu tangu kusambaa kwa picha mnato kwenye mitandao ya kijamii kuonesha watawa wa kijamiko, kike wakiwa kwenye kampeni za siasa za Chama cha Mapinduzi CCM wakiwa na mabango ya wagombea uraisi pamoja na vitamba vya chama hicho. Katazo hilo limetolewa Septemba 25, mwaka 2025 na Askofu Pisa wa jimbo Katoliki la Lindi, katika kilele cha maadhimisho ya miaka 100 ya Seminari Kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume, Kipalala, Jimbo Kuu la Tabora. Ni marufuku kwa mapadri, watawa na nyinyi maseminaristi kuonekana kwenye, kwenye kampeni za siasa, na ni vibaya watu kurubuni au kuhadaa watu ambapo wahusika wamekuwa wakipita kwenye nyumba za kanisa kuhadaa na kurubuni, hiyo ni dhambi. Hupaswi kumrubuni mtu kitu ambacho akifahamu, unamsomba tu unaenda kukueleza, hiyo ni dhambi kubwa. Pia Askofu Pisa amepiga marufuku kwa viongozi hawa wa kanisa kuvaa fulana, kofia ya chama chochote cha siasa katika nyakati zozote, hata wakati wa michezo, ni marufuku hata kulala nayo usiku hata kama mgombea ni kaka yako. Kama wahusika wanafikiri wanapiga kura huku, hakuna shida, siku ya kupiga kura inaeleweka, siku ya kampeni inaeleweka, amesema. Askofu Pisa amewataka viongozi hao, kabla ya kuelekea huko, watathmini kwanza dhamira yao, akikumbusha kuwa dhamiri inaweza kuwa potofu mtu asipokuwa na uelewa wa kutosha. Amesema wakati huu ni wa uchaguzi na viongozi wa dini wanafahamu nafasi zao ndani ya kanisa na wanaelewa nini wanapaswa kufanya, hivyo viongozi wote ni hawaruhusiwi kushiriki kampeni zozote za kisiasa kwa chama chochote. Marufuku hiyo ya TEC inahusisha kutambulishwa au kuvishwa sare zozote za chama kwa viongozi wao wa kanisa Katoliki. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi.